penda kuwajulisha wananchi na wakulima kwa ujumla wa wilaya ya Sikonge kwamba mwaka huu, kulingana na taarifa za mamlaka ya hali ya hewa Tanzania, ni kwamba kutakuwa na mvua za chini ya wastani hadi wastani, tukiwa tunamaanisha kwamba kutakuwa na vipindi virefu vya jua katika hiki kipindi cha msimu huu wa 2025 2026 hivyo, ambayo ni tofauti na mwaka jana. Mwaka jana kulikuwa na mvua za wastani hadi chini ya wastani. Kwa maana hiyo sasa tunatakiwa kuchukua tahadhari, kwa sababu kuna madhara ambayo yanaweza kujitokeza. Kwa mfano, katika kilimo, shughuli zile za kilimo, kutakuwa na vipindi virefu vya jua, hivyo kutakuwa na hali ya ukame kwa muda mwingi. Kwa maana hiyo sasa wana, wa, wananchi na wakulima wa wanashauriwa tunawashauri kulima mazao ambayo yanastahimili ukame kwa kipindi hiki ambacho mvua zinanyesha chini ya wastani, lakini pia kipindi ambacho mvua zitakuwa zinanyesha kwa wastani, basi watatakiwa kulima mazao yale ambayo yanastahimili unyevu. Kipindi hiki ambacho mvua zinanyesha kwa chini ya wastani, maana yake udongo utakuwa na ukame mkubwa, kwa maana unyevu utakuwa umepungua, na kwa sababu hiyo tunategemea mazao yataathiriwa, ukuaji ukuaji wa mazao utakuwa mdogo na mana, kwa maana hiyo sasa tunatakiwa sasa wananchi wajue nini, ni mazao gani ambayo wanatakiwa kuyalima kipindi hiki ambacho mvua zinanyesha chini ya wastani. Lakini kwenye mifugo tunategemea kwamba kutakuwa na upungufu mkubwa wa malisho, na kwa hivyo sasa tunawashauri wafugaji kuona namna ya kupunguza mifugo ili malisho yanayopatikana yaweze kutosheleza. Tunaendelea kutoa maelekezo, lakini tunapita kwenye kila kata kuona namna ambavyo wananchi wawe wanauelewa, afu tutoke pamoja kwenda kutekeleza hili ili, ili kusiwe na madhara makubwa.